Hapo tunatarajia takriban magari mia nne ambayo yatasambazwa kwa madereva kwa mikopo ya bei nafuu na, na kuwawezesha madereva kuwa wajasiriamali na kupata kipato na kuongeza kipato chao. Sisi tumekuja kushindana katika soko hili aa, na kuhakikisha kwamba kwanza wateja wanasafiri salama. Nadhani katika mitandao mingine ambayo hatutaki kuhitaja hapa kuna issue nyingi sana za security za issue za uh, wa, wa, wa, nini, wateja wanakuwa wanakuwa na wasiwasi wakipanda hiyo magari. Unakuletea gari ambayo lina license plate tofauti, dereva jina tofauti. Hivyo vitu vyote Moovn tumekuja kusuluhisha na tume, tuko makini sana na madereva wanakuwa wanahakikiwa vizuri, na unakuta kwamba gari kama ni IST license plate namba moja mbili tatu ndio hilo hilo anakuja kuchukua dereva Juma Hamis, ndio huyo huyo anakuja kuchukua. Hivyo ni vitu ambavyo tumevizingatia sana kuhakikisha kwamba kwa kwa usalama na wa, wa mteja huko mikononi mwetu na tunazingatia usalama na bei nafuu kwa ajili ya madereva, kwa ajili ya wateja vile vile. Na dereva anapata asilimia 15 commission ambayo ni nafuu sana kuliko mitandao mingine ambayo imewakandamiza sana uh, katika miaka nini mpaka leo hii. Kwa hiyo tumekuja kusawazisha mazingira kuhakikisha kwamba dereva anapata kipato anaweza na kujimudu na kukidhi mahitaji yake kila siku na wateja wanasafiri salama katika gari nzuri ambazo zina zinakuwa zinakuwa zime zina, zina maintained vizuri na tunahakiki kwamba mnakuwa usafiri salama. Kusema kwamba madereva wanakuja wanaingia kwenye mtandao wetu akiwa wenyewe wenyewe, lakini kupata partnership hii, kwa mfano Trade Car View, ni kampuni ambayo ni bobezi katika masuala ya kusupply, eh, kusupply magari kutoka Japan. Kwa hiyo asilimia kubwa ya magari yote yanayoingia hapa nchini na Afrika Mashariki na Kati, TCV ndio inaongoza. Trade Car View inaongoza katika kusupply magari nchini, wengine watu wengi sana wanunua magari whether iko kwa kwa shughuli zao za binafsi au kwa ajili ya kibiashara. Trade Car View tumekubaliana kwamba watakuwa na msupply magari FMG hapa, na papo FMG anakuwa anachukua magari anayohudumia na anatoa anasambaza kwa madereva ambao watakuwa, watakuwa wanahitaji ajira na wengi wao, mikopo hii inakuwa ya bei nafuu kuhakikisha kwamba wa madereva wana uwezo wa kurudisha huo mkopo na kumiliki hayo magari katika muda mfupi, na kuhakikisha kwamba na sisi wanatusupply wa madereva kwenye mtandao wetu, ili kwa kuhakikisha kwamba waduma, waduma wateja wanapoomba huduma wanapata huduma, na kwa sababu kama nilivyosema magari yatakuwa mengi, kwa hiyo tumepata supply wa gari na mhudumu ambaye atakuwa anashughulikia madereva na kuyasimamia kuya, kuya, hayo magari. Moovn sisi tunasema tunapata naye tunasema kwamba tu supply magari 400 haina shida. Madereva 400 hakuna shida. Kwayo, kwa hiyo tumehakikisha kwamba supply ya madereva inakuwa sio tena changamoto. Mkataba wa mwanzo kabisa ambao tunampa dereva kwa maangalizi ambao tulikwambia kwamba kama unakumbuka waliambia kwamba dereva ataanza kufanya down payment maana yake ni kama dhamana security deposit ya laki tano. Ile security deposit ni dhamana tu, sio malipo yake awali. Ndani ya ile miezi mitatu tunafanya yeye anaijua ofisi na sisi tunamjua yeye dereva. Kwa hiyo in kesi ikitokea changamoto yote inayosababishwa na lile gari lenyewe, basi ofisi tunawajibika kulitengeneza lile gari free, hakuna cost yoyote. Ndani ile miezi mitatu, akishamaliza ile miezi mitatu, anaingia mkataba kumiliki gari lake yeye mwenyewe. Ataongezea ile hela ambayo alianzia mwanzo laki tano, atatop up shilingi laki tano nyingine. Jumla itakuwa shilingi milioni moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba ndani ya ile miezi mitatu. Kumbuka tushamfanyia mteja wetu background check, tushajua kwake anapoishi, tushajua character yake dereva, kwa mantiki ya kwamba dereva tushajua maintenance yake ya lile gari ya ile miezi mitatu na tutosha kabisa kujua maintenance ya gari. Atapoingia katika umiliki wa ile gari lake, tunajua kwamba huyu dereva anajua changamoto zote. Tunaamini dereva ni operator, so technical engineer. Kwa hiyo katika mambo ya technical, dereva anakuwa ashaelewa. Kwa nini? Atapokuja siku ya kwanza anasema oh, gari langu linasumbua fan belt, tunamwambia bwana, gari linasumbua fan belt kwa sababu, moja, eza, umetembea kwenye maji, umetembea kwenye madimbwi, basi ile fan belt imeisha tume exchange hivi una unafenibeti mpya, endelea na kazi, lakini angalia sana, unapofika kwenye mvua, hakikisha AC yako unaizima, ili usija ukaribu mfumo wako Koyo, deliver, Koyo, tibu, musho, anakuwa mfumo wa AC. Kwa hiyo sio kila dereva ni technical, kwa hiyo tunamwelekeza taratibu, mwisho anakuwa anafahamu mfumo mzima wa gari lake atakalopewa.